Mapema katika karne ya 19 mvulana anaitwa Shaka alizaliwa katika ukoo mdogo wa Wazulu, kabila miongoni mwa watu wengi kusini mwa Afrika. Mama yake Nandi alikuwa ametengwa, na Shaka alikuwa akikabiliwa na dhihaka na uhasama, lakini dhiki ndiyo iliyomfanya kuwa shujaa. Wakati anafikia utu uzima, Shaka alikuwa amekuwa mpiganaji mkali akitumikia katika jeshi la Ndigiswayo, chifu mwenye nguvu ambaye alitambua uwezo wake. Baba yake Shaka Senzangakhona alipofariki mwaka 1816, Ndigiswayo alimsaidia Shaka kutoa udhibiti wa ukoo wa Wazulu. Kilichofuata ni mapinduzi ya vita. Shaka alizindua iklwa mkuki mfupi wa kuchoma na isihlangu ngao kubwa ya ngozi ya ng'ombe. Aliwapanga upya wapiganaji wake katika vikosi vyenye nidhamu, akiwafundisha kupigana katika vikundi vikali na kushambulia kwa usahihi. Mbinu zake zilikuwa za kikatili lakini zenye ufanisi. Tamaa ya Shaka haikuwa na mipaka. Alishinda makabila ya jirani, akiwaingiza watu wao katika taifa la Wazulu. Ufalme wake ulikuwa haraka na kufikia miaka 1820 ufalme wa Wazulu ulitawala eneo hilo. Lakini utawala wa Shaka haukuwa bila utata. Mbinu zake kali, kutia ndani kuwaua wale waliompinga, zilimletea woga na heshima pia. Msiba ulitokea mwaka 1827 wakati mama yake Shaka Nandi alipofariki. Akiwa amehuzunika aliamuru mwaka mmoja wa maombolezo, wakati ambapo mazao yaliachwa bila kuvunwa na maelfu waliuawa kwa kutoonyesha huzuni ya kutosha. Tabia hii iliyokithiri iligeuza hata washirika wake wa karibu dhidi yake. Ingawa utawala wake ulikuwa mfupi, urithi wa Shaka ulidumu. Aliwabadilisha Wazulu kutoka kwa ukoo mdogo hadi kuwa himaya yenye nguvu na kuacha alama isiyofutika katika historia ya Afrika.